Huku juhudi za kutafuta mwili wa baharia aliyekufa maji katika mkasa wa kuzama kwa boti la wavuvi baharini Kilifi, Coco FM imemtembelea hospitalini baharia manusura aliyesimulia jinsi mkasa huo ulivyotokea. Usiku wa kuamkia Jumamosi, tuliondoka saa kumi ninio bandarini na kuelekea zetu kazini huko baharini. Tukaenda mpaka hapo mlangoni hapo Uh, juu hapo karibu na Takaungu hapo juu, kuna kijamba hapo cha Takaungu hapo juu mlangoni. Kipindi kile cha kusokota mishipi, tulipata tu ile boti imenuliwa na kufinikwa tu moja kwa moja, wala si kupigwa ubavu. Aa, wimbi lilitoka pale mbele likaienua ile boti na kuifinika bu. Hivyo basi tulitafutana tukapatana ikabidi sasa tukaanza kujisaidia, tukarudi pale kwa boti tukashika ile kamba ya nanga ukajifunga hapa tuka, yes. Sote watatu tukashikililia hiyo kamba moja, maana mawimbi yalikuwa ni makali ya maajabu, hata sijawahi iona katika hiyo miaka yote nimefanya kazi ana. Basi tukajizuia pale mwisho wa kuisha kapteni wangu aliniambia kama amechoka, amechoka kushikilia. Amechoka yani, amechoka, amechoka ameisha, yani haezi tena. Nikaambia hapana, haiwezekani kapteni, uniache tukiwa peke yetu hapa, si tunakutegemea wewe, tutafanya nini? Kabidi sasa nikamshika kapteni na ule mwenzangu mwingine, watatu pia tukamshika. Basi pale pale alitia shahada na kafa pale pale mikononi mwetu, tumemshikililia alipokufa, tulimshikililia kama jisaajizima, tujui tumfanyeje, wala hamjui ni saa ngapi hiyo. Mida tuliyopenduka ni kama saa tatu, ilikuwa saa tatu. Yes. Mm. Ilikuwa ni saa tatu, kabla hajafika hata saa nne. Mm. Basi tulimzuilia tukamzuilia mpaka tukaona tumchoka, tumbakia wawili, nikamwambia kapteni ule kivondi huyo, alikuwa niko naye ndo tumbaki pamoja, hebu chukua kamba umfunge hapa utupumzike, ataolea tu hapa hapa, hawezi kwenda mbali. Ndo ule kapteni akachukua kamba akamfunga hapa kwenye kifua hapa kupitisha makwapa hivi akamfunga. Basi tukaolea hapo mpaka usubuhi. Yeye aliolea na maji, tulimwachilia tukapumzika. Alikuwa tuka, eh, likuwa mvaa life jacket, mi pia ilikuwa navaa life jacket, lakini ule Captain Kivondi yule alikuwa hakuvaa life jacket. Huyu mmoja wetu hakuvaa life jacket. Basi tulisurvive pale, yeye naye akaenda na ile kamba, maana kamba ukiachilia sinaenda. Tukamwacha na ile kamba, kaa anaolea kivyake na kamba, lakini tunchoka kwa kumzuia. Ikabidi sasa tubaki mimi na kapteni Kivondi, tulibaki hapo tukazuilia hapo mpaka alfajiri. Tuko hapo kwa hiyo boti tunachapwa, hatuna mawimbi tukizuilia, tukifunga, tukipanda juu na kelele tunapiga msaada, msaada, lakini hakuna msaada uliotokea kwa wakati huo. Tukakaa mpaka mida kama saa nne hivi, yule kapteni akaniambia, asha, sisi hatutapata msaada hapa, maana tuliona boti ya Wapemba, tukajaribu kupiga manduru, tukashindwa, hakutusikia Akaenda okay, zao maana tulikuwa hapo mlangoni tayari tunaona boti inaokuja na, na inaoenda saa, kila tukipiga manduru hatuna firimbi tukashindwa. Saa huyu kapteni ilipofika mida kama saa nne, huyu ulikuwa amebakia mwenzangu sasa, mkubwa ashaenda bado, huyu mdogo niko naye, ikabidi akaniambia kama ah, itabidi asha bwana, tufungue kamba tuogelee, tutapata msaada mbelembele mbele tena na, na, na, niambia hivyo na ndio ameachia tayari yaenda na hana life jacket. Sa ikabidi nimfuate mimi ambaye niko na life jacket, tukaogelea tukaogelea, nilikuwa tuwatafuta hiyo boya ya mlangoni, ili mi nilipoona ile, ile boya maji ayapeleki huko, maji yanapeleka Malindi, nikaona nkaambia ule mwenzangu nkaambia uh, huko tusiende, maana itakuwa twashindana na na maji, tufuate maji kule anakoenda, ndio tuweza pata msaada upande wa huku, maana hatutapata dharubu nyingi. Akaniambia hapana, huko siko huko, enda dipu huko. Nkaambia angalia, twende na huku. Akaanachoka, mara aniambia asha, ninachoka. Naambia njoo, nshike hapa begani, tuogelea tuogelea mwisho nkaambia, basi kwani wewe una uzito umbu wa kuogelea? Hebu jaribu kuogelea japo hata kama nikiumbwaumbwa hivi, ili unipatie na mimi ofu, maana mi pia nimechoka saa hii siwezi tena. Akaniachilia, akajaribu venye nilivyomwambia na akawa anapasi sasa. Kupas kule ye hakunifuata tena, alifuata kwenda huku nyumbani, mimi nikaona basi wacha mimi nifuate haya maji, maana mimi siwezi shindana na maji. Kila nikijaribu kufuata yale maji, napigwa na wimbi na ninakunywa yale maji. Nikaona hebu acha nijaribu kufuata hao maji kule anapoenda, ndo kajaribu kufuata hao maji, na kila ninapozama nikienuko, piga nduru tu, zaui nsaidieni, msada kapata boti ikaja hapo mida kama sijui saa sita sijui saa ngapi ngapi hiyo, maana nilikuwa nimechoka pia mimi. Ilikuja boti, lakini kutoka kwetu Mnarani, si ya boti yaokoa, ni boti zetu tayari zile za Mnarani. Nasikia walichanga mafuta wakaja, ndio wakaja wakanisaidia, walikuwa mm, wamepata habari lakini kwa nini kuingia baharini ilhali kulikuwa na tahadhari kabla ya hatari? Tukuzijua mapema, tulizijua tayari, lakini ka yani tulizijua kuchelewa, umeona. Na pia kuna sehemu kadhaa huwa ambazo hazipatikani na ule msukosuko wa maji. Na sasa hivi, ukishapona uki kabisa, tunakuwa na hamu ya kurudi baharini. Sasa si unajua ajali kazini Yani, ajali kazini. Nikipoa, ndio nitakuwa nimeisoma vizuri zaidi ile bahari. Sitakubali tena wakati wa kusi si kwenda baharini. Mama huyu wa watoto wanne asema ataka msaada, kwani mwenzake ameshamtangulia. Kuna mtu aweza kunisaidia, yani kikazi ingine? Kwa hii hali yangu nilionayo, basi ajitokeze anisaidie kama ni sekta nyingine ya kazi naweza pata, ili niendelee kujishikililia na wanangu. Ni sawa kama walivyosema wahenga, baada ya kisa mkasa. Na mkasa kwake ni kwamba kisa hiki kimemnyang'anya mpenzi, lakini baada dhiki faraja. Bado ana faraja ya kuwa yuko hai na ataendelea na shughuli zake. Nikiripotia Coco FM kutoka hospitali kuu ya Kilifi. Mimi ni Lolani Kalu, Coco FM, Ladha ya Pwani.